Wanakuwa hatari zaidi barabarani, dereva wadogo wadogo, vijana hatari, yeah, zaidi barabarani. Lakini watoto wadogo nao ni hatari zaidi barabarani kwa so, sababu wanacheza sana kwenye barabara bila hofu, ndio maana uta sehemu kubwa ya kundi hilo wanaathiriwa na ajali za barabarani. Lakini narudi nyuma kule nilipoanzia, yeah, nilisema idadi kwa mamilioni ya watu, ndio labda yeah, tu nikwambie kila sekunde 24 anakufa mtu mmoja duniani kwa ajali za barabarani, kila kila sekunde, sekunde 24 Baada ya dakika moja, watakufa watu kihesabu, watu wawili na nusu kwa dakika moja maana dakika mbili watu watano watakufa. Wa dakika mbili ni sekundi mia na ishirini kuna 24 nne kadhaa, watu watano wataondoka wa wa wa wa mona, wamba ni kitu cha hatari zaidi. Ukimwi hauondoi hivyo, lakini ukina nambali zaidi, ajali ndio zinaongoza kuacha watoto yatima kuliko magonjwa mengine. Akina baba ambao ni wasafiri, akina baba ambao ni, amba ni madereva wanapata ajali wanatuachia watoto wa kuwalea huku mtaani. Kwa hiyo mayatima wengi wanatokana na ajali za barabarani. Lakini mbele zaidi ukienda katika vyanzo vya umaskini duniani, ajali pia imo. Kwa sababu ajali ikitokea dereva pata ajali, dereva wa lori akakatika miguu, maana hatafanya kazi tena. Kile hmm, ni katika umaskini mtu ambaye hmm, ana watu, kipato anakuwa ni maskini. Umeona? Anaingia katika watu kundi la watu ambao hawana kipato. Ukiangalia nchi nyingi hazina utaratibu wa kufidia kwa kiasi kile ambacho mtu atakiwa afidiwe. Kuna baadhi ya nchi na accident compensation fund, mfuko wa kuwafidia waliopata ajali. South Africa wanayo hiyo. Ulaya, nchi za Jumuiya ya Ulaya nyingi zinazo. Lakini kwetu hamna. Kwa hiyo tukigongwa, dereva kakimbia, ndio basi. Yaani, wewe ndio hata bima ya kulipa haita kwa sababu hujiwe na kugonga. Lakini Ulaya ukigongwa, dereva patikane asipatikane, bado wewe una nafasi ya kupata fidia. South Africa pia wanayo hiyo. Lakini ajali za barabarani ni chanzo cha ulemavu mkubwa. Ulemavu mkubwa, nikisema mtu anayetembea kumfanya asitembee ni ulemavu mkubwa. Mtu ambaye anakuwa anatembea, kuvunjika uti wa mgongo, asiwezi tena kutembea, au akawa hana mawasiliano sehemu yake ya mwili, ikawa paralysis, ni ulemavu mkubwa. Ajali ya barabarani lakini maisha huwa haji mara mbili, tunafahamu wote, tunapewa maisha mara moja, unatolewa mara moja na unakufa mara moja. Kwa hiyo ukipata ajali ukafa Hautafidia yani, hautafidia yale maisha uliyopoteza. Kwa hiyo watu wengi wanapaswa kufahamu kwamba tuepuke barabara, kwa sababu ukifa barabarani hakuna awamu ya pili ya maisha. Lakini pia ukikata mguu, hakuna mguu wa bandia unaofaa mguu halisi, unakusaidia tu uweze kufanya movement, upate mjongeo, lakini hakuna mguu wa bandia unaofikia mguu halisi.